Haleluya, ninayo sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuchangia nanyi neno la Mungu katika kipindi cha Korera Yesu. Korera Yesu ina maana kumtumikia, kipindi cha kumtumikia Yesu, Serving, Jesus Christ. Basi tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya nne mstari wa tatu nitaendelea. Mwanzo sura ya nne mstari wa tatu. Biblia inasema ya kwamba ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake na sehemu zilizonona za nyama. Bwana akamtakabali hadiri na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika akaga, akaga, sana uso wake ukakunja, ukakunjamana. Bwana na akamwambia Kaini, kwa nini ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema hutapata kibali usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapata uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Kwa walipokuwapo uwandani Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua ak, akamua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui mimi, si mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Amen. Ndugu unayetufuata katika vipindi vyetu vya neno la Mungu, neno hili ambalo nataka kuchangia na wewe ni neno ambayo inazungumza kuhusiana na historia ya Kaini na Habili. Biblia inaonyesha ya kwamba hawa watoto wa kiume wawili ambao walikuwa ni wavulana wawili ambayo ni Kaini na Habili walikuwa ni watoto wa Adamu, Adamu. Adamu ambao ni mtu wa kwanza Mungu alimweka kwenye bustani ya Eden. Biblia inaonyesha ya kwamba kazi ya Kaini alikuwa ni mkulima. Lakini kazi ya Habir alikuwa yeye ni mfugaji; alikuwa na mifugo. Biblia inasema ya kwamba wakati wa kutoa sadaka kuna mambo yaliyotokea. Kain alipotoa sadaka katika vitu vyake vya kilimo, Biblia inasema ya kwamba Mungu hakuichukua sadaka ya Kain. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati Habiri alitoa sadaka ambayo ni ya mifugo yake, Biblia inasema ya kwamba amezichagua zile ambazo ni za kwanza kwa kuwa alikuwa na moyo ambao ni wa kipekee wa kumpenda Mungu. Ndugu yangu unayenisikiliza, sisi hatuna kipimo cha kujua wanayokuwa wanampenda Mungu sana au polepole pole, lakini ni kwamba katika kupitia sadaka tunaweza kujua ni kiwango gani mtu anampenda Mungu. Na hata katika mambo ya uchumba, ili ujue ya kwamba mchumba anakupenda ni lazima uone ni sadaka gani anayoleta kwako. Na sadaka siyo wingi wa vitu mtu alivyonayo alivyonavyo, lakini ni moyo. Biblia inaonyesha ya kwamba ikawa sadaka ya Habii ikawa imepata kibali mbele za Mungu. Ndugu naye nisikiliza, neno ambao nahitaji kufundisha ni hili: Wivu ni kitu kibaya sana. Neno wivu unaweza kuliangalia katika familia yako, unaweza kuiona katika nchi, mataifa kwa mataifa, unaweza kuona ndani ya makanisa tunayoabudu, ndani ya huduma, ndani ya kazi, mfanyakazi na mwenzie, mkuu wa kazi, vitengo unavyofanya ndani shuleni watu wakipata ripoti nzuri, wengine wakipata ripoti mbaya. Unaona mambo ya wivu yanakuwepo kwenye maisha, wengine wamefanikiwa, wengine hawajafanikiwa, watoto wengine wamesoma, wakoko hawajasoma. Lakini nahitaji nikwambie, haina maana ya kuwa na wivu, kwa maana Mungu aliyetenda kwa Habili bado anaweza kutenda pia hata kwa Kaini. Ndivyo Mungu alivyomwambia hadi Kaini akamwambia, utakapotenda vema, kila kitu kitakaa sawa. Leo hii kuna watu ambao ni wajuzi, ukimsalimia amani anakwambia ni amani, lakini bado ndani ya moyo mambo hayako sawa. Shida zimetokea kanisani, unakuta ndani ya wachungaji kuna magongano juu ya wivu, ndani ya waimbaji kuna migongano, ndani ya mashirika tofauti tofauti wivu umeweza kutawala. Nahitaji niwaambie juu muda huu na saa hii, ili wewe unayonisikiliza Mungu akuponye wivu katika moyo wako, kwa maana Mungu anayetenda kwa jirani pia atakuja kutenda kwako. Kama ndugu amefanikiwa, amini ya kwamba bado Mungu yupo kazini na hata kwako itakuwa mazuri tu. Biblia inasema ya kwamba alimwambia Habili, Kaini akamwambia twende huko hiku, huko nje tukatoke out kama unavyozoea na wewe Ndugu yangu, ukishaona kuna mambo ambayo yametokea, ukishayaisi tu, nahitaji ni kuambia ya kwamba uwe makini na hali inayotokea, kwa maana kwa muda wowote kunaweza kukatokea jambo huenda kunaweza kutokea yaliyomkuta hadiri yanakuja kutokea kwako. Wengi wamesalitiwa ambao ni marafiki zao, wanakwambia twende auti, kumbe ana mpango mbaya juu ya maisha yako juu ya maisha yako. Marafiki zetu ndio wametusaliti. Yuda akamsaliti Yesu. Biblia inasema ya kwamba yeye alikuwa ndani ya wanafunzi lakini nakwambia ya kwamba msaliti hawezi akadumu. Angalia mahali unapoishi angalia katika maeneo, uwe makini unavyoenda. Mungu anapokuinua, jua ya kwamba bado kuna matatizo yanayoweza kuinuka pembeni. Ninachokuombea ni kwamba uwe uwe makini, uondoe wivu katika moyo wako, utaona mema ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba walipoenda huko Akamrukia pabili na akammaliza. Watu wanamalizana ndugu kwa wandugu, washirika wa, wa, wa, wa, wa kwa washirika nahitaji nikwambie ndugu naye nisikiliza, kanisani siyo sehemu ya watu kupata majeraha ya moyo, ni sehemu ya kupona, ni sehemu ya kuinuliwa, ni sehemu ya kubarikiwa. Lakini sasa hivi makanisa na mahuduma tofauti, huwa watu wameyabadilisha sehemu ya kupigana vita na kuombea amani. Watu nakuta wanatembea na vitu moyoni vina miaka karibu miaka ishirini, miaka thelathini. Mme amekukwaza, mke amekukwaza, watoto amekusumbua, jirani amekufanyia hivi, muwe watu wanayosamehe, muyaachie, na usitengeneze chuki katika moyo. Endelea vizuri, unaposoma kitabu Paulo aliwaandikia Waefeso sura ya nne, kuanzia pale kwenye mstari wa kumi na nne Ukija unaendelea Biblia inaonyesha ya kwamba ni lazima, unapoongea na ndugu yako muweze kuongea ukweli, pasiwe uongo, muongee ukweli na ndugu zenu. Haleluya! na utakapokasirika jua lisizame ukiwa umejaa hasira. Ombi langu katika mafundisho haya ni kwamba, tengua wivu katika moyo wako. Mungu akuponye wivu na utaishi maisha ambayo ni mazuri zaidi. Bwana akubariki. Aliyetenda kwa Habili ana uwezo wa kutenda kwako pia, haleluya! Lakini usiyatende yale ambayo kaini aliyoyatenda, kwa maana sisi ni uzao wa Habili watenda mema na tunampenda Mungu kwa moyo kwa maana Mithali sura ya nane mstari wa kumi na saba panasema ya kwamba na wanaonitafuta kwa bidii kila mtu ataniona, na maana na wapenda wanipendayo na naye nitafuta kwa bidii ataniona. Utakayetafuta Mungu kwa bidii utaona neema ya Mungu. Bwana Yesu akubariki na akutendee mema. Shalom, shalomu.